Nalazimika kuyasema haya kwa kina kwa sababua hey, na wenyeviti wa mara ya kwanza wa halmashauri, lakini pia nina madc wa mara ya kwanza hapa kwangu. Nadhani kuna baadhi ya mad ambayo tumekaa nao hapa hawajawahi kukaa kwenye kikao cha sasa si? Wanajua kwamba mkienda, unaenda kutengeneza DCC yako huko na hapo ndio mnapothibitika kwamba kuna ulazima wa utekelezaji wa masuala ya maendeleo na ya kijamii baina ya DC tasi dedi na mwenyekiti wa halmashauri na mbunge, sajui wampano mkikaa kwenye kitimu chenu pale, alafu mnakosa mawasiliano. Mambo ya ajabu kabisa kabisa kabisa. Naombeni mkafanya kazi shida leo mlikuwa anapitia mapato yenu ambayo hayaonekani, nataka tuwazungumze uko nyuma. Alikuwa mkiyagusa anatafuta fulani anafanyia kusua, ukimgusa awasema anatafuta fulani. Nisipoauliza mimi ada mkigoma, Malima atauliza mwenzangu naeku ya kwenye taarifa nikapatia kwamba yapo mapato ya Morogoro vijijini ambayo mimi siyaelewi, kwa muda wa miaka miwili sijayaona yamekwenda wapi? Ushahidi wake ni huu hapa, mapato yenu ya bwawa, ya wapi, ya wapi, where is that money? Zaidi ya bilioni tano siko hapa, mefanyia nini? w ni wapya. Kwa hiyo muongelea masuala ya mazao mkakati ya kitaifa, ikiwemo kokoa korosho, na sisi kule Malinyi tumehamasishwa sana kulima zao la mkakati la korosho. Yapo, wako wachache wameshaanza kulima, lakini asilimia kubwa bado, kwa sababu wao wameshazoea kulima mpunga. Kwa hiyo inabidi twende tukawape elimu tukawahamasishe, wajue kama korosho nayo pia ni zao la kibiashara na pia wakilima lile wataondokana na umaskini utakuwa nao, lakini tutakuza uchumi wilaya yetu ya Malinyi. Kwa hiyo tunaenda kuisimamia hilo na kulifanyia kazi, lakini tunatakiwa sisi viongozi kwanza tuonyeshe mfano kulima, kwa so, tu tu wa, kwa tu kwa kulima mpunga ukiambia korosho hawakuelewi, lakini sisi tutakuwa wa kwanza kuonyesha mfano katika hayo mazao. Siku ya leo tuko kwenye hichi kikao cha RCC, cha mkoa wa Morogoro uh, Mheshimiwa mkuu wa mkoa alisisitiza kwamba lazima tushirikiane kuweza kupata mapato. Hilo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu bila mapato hamna halmashauri itakayoweza kufanya maendeleo, na maendeleo yote yanahitaji pesa na pesa inatokana na mapato. Kwa hiyo, tuko tayari, kushirikiana ili tuweze kupata mapato kwenye halmashauri zetu. Uh, katika kuongeza uzalishaji wa zao la kakao halmashauri uh, zetu zimejiandaa na ziko tayari, zimeseti maeneo tofauti tofauti mashamba mazuri ambayo yako tayari kulimwa na pia kuna vitalu ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya kupata mbegu za kokoa na kuweza kuzalisha kwa kokoa za kweli nzuri na nyingi zaidi. Hey, tunashukuru sana kwa madaila ya kikao hiki na maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wakati vizuri, kusu, wa ufunguzi ameeleza vizuri, anasisitiza kuhusu ukusanyaji wa mapato na mashirikiano katika halmashauri zetu katika majimbo yetu ili kupata mafanikio na kumsaidia Dkt Samia Suluhu Hassan katika huduma ya maendeleo. Kama vile Mheshimiwa Rais wote amesema lazima sasa tuanze kujipanga vizuri kutafuta vyanzo mbalimbali vya mapato, vyanzo vya mapato, kwa sababu kama tulikuwa tunafikiri bado tunapata misaada baadhi ya wahisani, inawezekana wakawa wana agenda zao na tukakwama katika baadhi ya miradi lakini tukiwa na ubunifu, tukapata vyanzo vya mapato ambavyo haviumizi sana wananchi, tunaweza kuendeleza miradi kwa nguvu zetu kwa mapato yetu ya ndani.